Kutembea sana katika eneo hili la eh, Kakamega na leo hii tuko katika kijiji, eh, kijiji ambacho ni cha eh, Shamala, kijiji ambacho unaona kwamba umetazama kwamba kuna mlima mlima ambao watu wengi wanakuja kubarizi wakiwa na wapendo wao, na pia vilevile vile, bila kusahau leo hii nimekutana na mkazi wa eneo hili ambaye atakuwa anajitambulisha kwa majina, kisha atakuwa ndio mmoja wa mwelekezi, atakuwa anatueleza kuhusiana na mlima wa Shamala. Je, nini kinatendeka, nini kinafanyika? Aswa sana ndugu yangu hapa ha, naam unakuaje? nipo salama sana salama kabisa. So unasema kwamba kwa majina ni nani kwanza, tukianza maika magharibi, mtu magharibi wewe ndio, mba mba, atatuelekeza e, naam kwanza ni e, kwa um... majina nite papa Brian Mtachi e, kwa wengi zaidi wanainisha papa Brian Mtachi, lakini ukiwa na muda na wakati nite, papa Mlavidavi eh, mi ni mkazi wa eneo hili la Shamala e, ambapo ukitazama unaona mlima ule e, mlima ambao unaitwa Shamala ni mlima ambao watu wengi hasa masa yale ya jioni e, uja pale wanabarizi na wapendwa wao, na kuna wale ambao mwambo wa mahaba pale, na pia kuna shughuli kundua zinaendelea pale. Kuna, wale, kuna kware pale, watu wanaunda ile mawe na ile ambayo inaitwa kokoto e, na kuunda material ile ya ujenzi unayapata pale katika mwamba ule ba. Sasa, asha kuambia, asha asha kufanya, nenda pale kwenye mtandao zetu za kijamii: ni media Amaica tv na Amaica entertainment, lakini kikubwa zaidi kawaida hii ni Amaica Magharibi, nikiwa wanatua guide wangu Papa <laughs> <m> David <-lavi> <laughs> mtogani mto gani, mto wa tingu unapata e, pale unaweza pata watoto <laughs> wanapiga bizi, mbizi. Sasa yeah, mto kama huu watoto <laughs> si unaona wanaweza pata kwamba wanaanguka ndani pengine e, kabisa. Sasa wana, wanapiga mbiza, ama upate wengine wanavua samaki pale mm, wanatafuta kitoweo sasa. Unataka nipite hapa hapa? Kupita ni rahisi sana, wacha ni kuonyesha mfano. Hey, mtazamaji leo, hey, kwenye Amaica ya Magharibi, pole, pole tu pole pole jikaza maana hey, ukipita. Hey, ukipita na pupa mm, utapata umetumbukia mle ndani lakini sasa <laughs> ina, ina, ina, ina, ina, watoto wanapita hapa kivip? kwa sababu hey, hii ni kama imelegea. Hmm, sasa unajua watoto wenyeji mm, hey, wenyeji wanapita hapa na sasa unawatazama kama hawa wako hapa kupita hapa <laughs> hey, ambao watapita kama hey, unazodhani wameka hapo ni lami unasema kwamba nipo hapa an ambapo watoto wanakuja kupia, kupiga mbizi eh, lakini mm. e, ni nihat, hatari kwa, kwa sababu saa zingine wanapata kwa mtoto maji yamejaa, anaweza kupata kutumbukia ndani. Lakini muhimu zaidi, tunataka kufanya nini? Kuchambua chambua ndani hapa e, mwamba wa Shamala, na namna gani sasa tunapita na hii barabara, tutaenda na hiyo barabara, basi wanasema kwamba ni kupanda milima, kwa sababu tunaenda kwa mwamba wa Shamala na niko na kawaida uh, bado anakuja sababu <laughs> mlima sio kuupanda kirahisi <laughs> lakini, naona kwamba pia ujenzi kwa hapa ndugu yangu, naam. mm -hmm. Eh, ukiangalia ni ujenzi ambao mara nyingi huo, mm -hmm. eh, mwamba wa Shamala hapa chini <laughs> mita chache kutoka hapa mm -hmm. utapata kuna kware pale na wengi walitumia Eh, hela zile ambazo waliuza zi, yale mawe na wengine wakatumia kununua haya matofali mm -hmm. na wakatumia kujenga hizi nyumba hizi ambazo unaziona nyumba za kifahari mno. Unapata eh. <laughs> <Ninyumba za laughs> kwamba watu wamejenga kabisa kuna miti pia vile vile inakaa kama msitu fulani. um, kwa lakini, lakini kuuliza tu ndugu yangu mm. eh, unasema kwamba huku wakati wale wazee walikuwa naishi wali na hapo kitambo. Naam. lakini sasa hivi unasema kwamba pia waliuza mawe tayari. Piyo, sinji, na kuna wale ambao nye, walitumia yale mao kujenga nyumba zao, okay. Na ikatokea vile wamekula chumvi nyingi, yes. E, ikabidi waachie, uh, wale ambao wanaendelea wa, wa, warudi kubarizi katika nyumba zao walizotumia Eh, mawa yale kujenga. Naam, naam, tunavizidi kusonga, tuko karibu kufika kwa mto tayari, jasho linadondoka. Naam. Sijui itakuwa namna gani? <laughs> eh, asiji akajikua kameramani wangu takuwa napanda velevele vele, na na, kweli si safari rahisi eh, si safari rahisi, na hata kutoka hatua chache, tukifika pale mbele, mm -hmm, kuna kwari utaireona mojawapo ya njia naam, ambazo zinapanda kule juu. Tutataka kupanda moja kwa moja, lafu, pitapali, kwa moja halafu kisha tumepita pale, umeangalia ukipata kwamba watu wanafanya kazi yao. Naam. watu wanatoa mawe eh, wanachimbwa mawe angalau wapate riski, si ndio? sijui tukani ambazo umeshawahi tugusane nazo hapa, ambazo unaona kwamba zinafanyika hapa katika mlima huu mara nyingi vile tumeingia pale, umewatazama pale, kuna kware mm -hmm. na pia ukitazama hapa maeneo ambapo tumesimama, ukiangalia, eneo hili lilikuwa kware, lakini utapata wale wakazi ambao wanang'oa hapa mawe. Utapata hiyo kwa kizunga na migrate, wanatoka hapa wanaenda kwingine kule kwingine. Wakishang'oa yale mawe, waone yale mawe huenda labda yanapungua, wanarudi huku, labda wanaona haya yenye waliacha pale juu, ile kware ya kwanza n nye, nyepesi sana kung'oa yale mawe. Sasa watarudi juu waache kule chini, karibu eh, miaka miwili ama miaka kadhaa ndio tena warudi pale chini. mm-hmm. Shughuli nyingi hapa chini nikware huwa inaendelea, watu waongoa mawe eh, mawe mara nyingi, na kugonga yale mawe madogo ambayo yanaitwa kokoto. Hiyo eh, ndio shughuli pevu ambayo inaendelea hapa chini. Ehe, unaposema tena kama tuko hapa katika mlima ule, lakini naona kwamba kuna nyumba ambazo ziko eh, karibu sana na mlima na mwamba huu, unaona kwamba siri ni gani ya watu kujenga nyumba karibu na mwamba? Pengine wakati wote unakuwa na erection ya ile, unapata kwamba pengine magma kutoka chini na, ina, ina tunaona kwamba watu wanakua displaced na hiyo mawe inapiga watu nice. No? Eh, ukifuatilia historia wa mwamba huu mm, utapata ile eruption mm -hmm. Si, si, im, eh, ni kama haijawahi tokea katika mwamba huu. Na ukiona hizi nyumba ambazo ziko hapa mm -hmm. Kuchimba ile foundation utapata nyumba mingi iliwasumbua vile, lakini kuna vile walifanya, wali raise mm -hmm. ground kidogo na mawe okay. Na wakachanganya na ile saruji mm. Alafu wakaamua waweke yale matofali na kujenga nyumba. Ukiangalia nyumba nyingi, ukiulizea wakazi wa hapa, nyumba nyingi wakuchimba zile foundation. Sasa huu mwamba uliwasaidia ku raise na wakajenga nyumba ambayo ni stable sana, haitikisiki. Hata upepo uje wa vipi, hata ile eruption maybe ikitokea, haiwezi athiri zile nyumba. Bado tunazidi kusonga sana, tunaenda ndani na. na hii na Amaica Magharibi, zidi kutazama. Eh, kawaida ni mlima wa Shamala na mzee hapa anaona kwamba anapiga kabisa. na mzee ujambo? Jambo sana bwana. uko mzima? Uko mzima sana bwana. ehe, eh. Eh. Naona unapambana angalau uz... cha tusalimiane kidogo. Haya kuja tusalimiane bwana. <laughs> Jambo sana bwana. Niko salama sana. Ni kazi bwana inaweza hey, kuletea kitu, kuletea kitu. Na sasa mzee, una, unafaulu vipi kufanya kupasua mawe peke yako hivi? sijaona ya mtu naona, lakini kazi ni mzuri hata vijana wameshindwa haina mwelekeo, uh, mwelekeo. Sasa <coughs> mzee uh, kwa vizuri kwa tumekupata hapa pia uh-huh. Uh, tunafanya Amaica ya Magharibi tukiangazia wazee huko uh, ndani ndani, huu uh, Mwamba Shamala, nini ambacho kinaendelea huko ndani. Kwa majina yako sasa kamili? Uh, Nathan ndio majina yako kamili. Aha, alafu kisha Nathan wewe ni mzaliwa hapo so kasino kasi ino wachaka lina kale sowacaba wachaka aleita ano yeah. Kenya niyebukula buurubindu yeah. yatinya i otemakho khukasakho lakini sikanyolekha tawe muhumi muzuri Ninakuambia kama una kitu mtupie hapo. Mhm. Ukipepa hapo ndio nasikia mzuri. Mhm. Niweze kuchukua kama na na kama wiki tatu ama nne. Eh. Njai na kuuma. Sasa wewe niambie. Mhm. Toko familia tu, toko familia. Na toko ya raja. Aha. Tractor. Eh. Mzee ametupigia stori yake. n anasema kwamba ana shughuli zake za kupasua mawe zinaendelea katika eneo hili. Anasema kwamba hapo ndio kipato nakipata, angalau mshahara wa siku aweze ku, kukimu, kukimu familia. Saa hizi kazi imekuwa ngumu, uchumi umekuwa mbaya, lakini wazee wapo kazini, pia wanashughulika Kisa na maana kwamba lazima e, watoto na familia wapate kitu fulani ama wapate mlo. Bado tunazidi kutambaa tambaa na kuangalia jinsi mnara huu ama, e, no mnara ambao ni wa Shamala unavyokaa kwa ukweli, ndio unaweza pata labda miundo misingi mm -hmm. labda wanaona wakiraise aende juu mm -hmm. labda wanaona miundo misingi ni duni mm -hmm. huenda yale majengo akiaka labda ifike orofa sema orofa kumi na tano kuendelea yataleta shida. Na uliposema mwamba ni mwamba wa mahaba ulimaanisha nini? ukisema suala hilo la mwamba wa mahaba umesema na, kwamba wanakuja wanabarizi mm -hmm. sijui eh, wewe kama wewe ambaye umeshatagu sana visa hivi vingapi ambavyo pengine umeshatazama hapa mwenzangu, mm. E, papa mm -hmm. E, mwamba huu nikiwita mwamba wa mahaba maanake kutokea mara nyingi mwendo wa saa kumi jioni kuelekea mpaka saa kumi na mbili kule, ukikutana na mtu maeneo haya ama njia yote ambayo inakuja manake mwamba, mwamba huu na njia mingi sana ya watu kuingia katika mm. mwamba huu ukikutana na mtu huwezi pata mtu mmoja mm. utapata Not kuna kijana na msichana mm -hmm. na wengi mara nyingi kuwauliza mnenda wapi? wanakujibu tunaelekea katika mwamba ule wa mahaba ambao mnawita mm -hmm. Shamala, yeah, na ukitokea wafuate, ukikuja upate shughuli zinaendelea hapa mm -hmm. hata wewe mwenyewe utashangaa, shughuli za kiutu uzima wanasema, yeah. kwamba shughuli za kiutu uzima katika <laughs> mwamba huu yeah. na nimeona kwamba kuna michoro pia, naona kwamba wameandika miondoko yeah. Nikaona pale upande wa pili tena kuna ma, eh, michoro naam. Sijui ndio mojawapo ya vitu ambavyo mnavifanya kwa sababu ya miondoka ama namna gani? Tunaona umeandika pale miondoko pia mwamba huu, kuna wale jenzi ambao wanatumia mwamba huu kwa njia nzuri eh, ukiangalia positivity ya mwamba huu, ujenzi ambao wanatumia mwamba huu, utapata wanakuja na simu zao na redio yao wanaweka umimi ufuo, uh, umeandika pale miondoko mm -hmm. Utapata wale wananingua viuno, kuna wale wanacheza na wanachukua zile video na kuziposti mitandaoni kama TikTok mm -hmm. Na uko na pages kule YouTube mm -hmm. Utapata wanajiweka kule, ni wale ambao wanatumia mwamba huu kwa njia nzuri mm -hmm. Ndio maana utapata kuna wale wamechora hata ukiangalia miondoko na pale chini utapata pia kuna wale wanabarizi wasanii mm -hmm. Utapata pia wale wanajaribu kurap mm -hmm. Na pia wakifanya shughuli hizo na kuziweka mitandaoni na euh, kwa pia mtazamaji anaenda tazama sasa tupo juu kabisa. Hapa sio, hapa ndio kileleni. Alafu ndio kilele, alafu pana pale juu. Nah. Wanasema kwamba ni mwamba ambao ni wa mahaba, ni mwamba ambao unatoa mazao kwa wale ambao wanatafuta kama riski nah. Eh, ambao ni mzee mze, mzima anadha na upande wa pili akiwa anashughulika pia mama anashughulika kata kuni upande wa pili. Na katika Amaica Magharibi tunahakisha kwamba tunapeana taswira kamili ya mwamba huu wa eh, mapenzi no. Mwamba wa Shamala no. Eh, mnara ambao wengi watausema kwamba ama wataukariri no. kuwa mnara wa mambo mengi zaidi no. na ukitazama pia vilevile upo katika kaunti ya Kakamega ambayo kwa moja kwa moja, hapo awali uliona tuko na picha angavu, ukaangalia jinsi Kakamega no. ilikana no. pia, alafu vilevile upande wa pili ukitazama kule mwamba kule Nandi Hills no. zipo kule eh, na tukisonga kidogo E, tuweze tukupandapanda kidogo tuone itakuwa namna gani? hmm. Sijui e, katika upande wako na, unaweza zungumzia vipi kuhusiana na pengine kustaadharisha wale ambao wanakuja kubarizi hapa ambao wanakuwa na barizi kila wakati, na mku tahadhari ipo na tahadhari wanayo, e, wale wazee ambao wanaitwa wazee wa nyumba kumi. Eh, kuna wale ambao hutembea huku mara nyingi na kuona shughuli ambazo zinaendelea katika mwamba huu, na mara nyingi utapata hata wale wazee wa nyumba kumi wanachereza wale vijana viboko. Maanake watakuja watapata shughuli ambao wanafanya huko, ambayo ni kwenye mabaa, na shughuli ya kiuchumi nzima unaweza pata labda inaendelea huku, na wazee wale wa nyumba kumi unapata wafurahii inabidi wanawacharaza viboko na wanawapa onyo mm -hmm. Wakiwapa onyo, ile utakuja utapata mwamba huu umetulia. Mara nyingi utapata wale wa miondoko eh, wanacheza dendi zao wakichukua video mm -hmm. na kutuma pale mtandaoni mm -hmm. Sasa onyo kubwa linatokea pale katika wazee wa nyumba kumi, wameweka tahadhari apatikana katika, katika mwamba huu na unafanya shughuli ambazo zisizofaa ni tahadhari kubwa sana kwa wanasema uh, kwamba pia vilevile, naona kwamba kuna uwezekano kwamba huu mwamba, je, kuna ua kunalipishwa, au inakuwa kwamba ni mwamba ambao haujawekwa ua, kwa sababu sijaona ua. So, possibility sema kwamba hawalipishi hawa kwa watu kukuja kubarizi na mwamba huu. Mtu yeyote yule anakuja katika mwamba huu, hakuna, ukiangalia mwamba huu hakuna lango wala hakuna ua ambalo limewekwa pale. mm -hmm. mwamba huu mtu yeyote yule ambaye atataka kuja kubarizi katika mwamba huu anakuja bila malipo yoyote. Maanake ukiangalia mwamba huu pia ukifuatilia historia eneo hili utapata mwamba huu unahesabika kama ni shamba la mtu, lakini ila vile kumekuwa mwamba unapata wameachilia hivyo watu wanabarizi. Maanake, ukiangalia maeneo mwamba huu uko katikati, lakini huko kando kando mwamba huu kuna mashamba. hmm. Eh, sasa huu, mwamba, hakuna, eh, mtu yote ambaye yoyote amba, anakuja hapa kuna lipi chochote na naona um, na kwamba kuna tenki la hapa. Sijui hili tenki linakuwa mm, la nini la maji mm, ama linakuwa tu tenki ambalo limewekwa hapa kwa minajili tu, pengine useme kwamba liliwekwa kitambo, so mm, lipo lipo tu, ama sijui. Unajuaje tenki liliwekwa la maji ama la e, ma, nini huyo wa uh uh, wakati unazaliwa e, <laughs> na ilikuwa inafaa isambaze maji katika eneo hili zima, eneo hili la Shamala. Lakini ukiuliza wakazi wa eneo hili nini kilitokea, wenyewe wanakuambia atujui nini kilitokea, ila tuliambiwa tangi linajengwa pale na maji yatawekwa ndani ya yata sambazo katika eneo hili lote la Shamala. Lakini mpaka wataka tangi lijae kwa maji sana sana, na mijusi ndio ambao wanyama sana sana wanapatikana huku na wale manguzi, kuna ma, mijusi. kuna yule ambaye anatazama mijusi ale, ajui mijusi mijusi ni nini? nini e, mijusi ni wale ambao kwa Kimombo Kimombo, lugha ya Kimombo wanawaita lizards. Lizards. Eh, wale. Na, eh. Na ukasema kwamba hujasikia pengine kisa ambacho mtu amepata nini kuumia ama nini. Mtazamaji kwa, kwa wale wameona hii hapa ni tenki na mpigapicha atakuwa anakuonyesha kwa hili ni tenki ambalo limewekwa. I think walikuwa wameangalia hapo chini wakachimba maji, sivyo? Yeah. E, mpigapicha kama anaweza kuonyesha. Eh ni kama basi, tukisonga karibu tusonge karibu tuwezi tuangazie, kwa sababu e, kuliweka hili tenki hapa, manake naona kwamba kuna uwezekano kwamba hili tenki ambalo liko hapa lipo na pengine chini lilichimbwa ndio likaeko, sababu uwezi weka tu hivyo hivyo na hmm. Pia kuna tap pia zinaonyesha kwamba kuna uwezekano, na kuna maandishi tukiona kwamba Gagaza, kuna Ghana Gaza hmm. Jamaica sio Amaica yeah. <laughs> e, Amaica Lambo, kuna maiti ja maitija yeah, kwa wale ambao yeah, wanapenda kutazama kweli wanapona basi, kwa mba, wale eh, ambao pengine wanatazama Jamaika sio Amaika, lakini wanakuja kubarizi maitija. Ni kama basi, hao ni watu wa reggae, sivyo? Wale ambao wanakuja yeah, kukaa kaa hapa nah, wakipiga nyimbo zao wakiangalia, wakifanya mambo ya kwao nah, kwa, eh, kwa sababu umetutembeza pia ukatuelezea E, kama wewe sasa, tuko hapa no, na hapa sijui kama ndio nyumbani kwa sababu nimeona ni kama kwenu kuna kaa karibu <laughs> naam, nyumbani kutoka hapa na nyumbani ni karibu, tuseme mita karibu elfu moja hivi mm -hmm. E, kufika kutoka hapo mpaka nyumbani si mbali si mbali aha. Kwa hivyo mtazamaji, basi nimekuchorea taswira moja kwa moja, angalau mpiga picha wetu ameweza kukuonyesha kila sehemu eh, katika mwamba huu wa Shamala, mwamba ambao mwa wanasema kwamba ni mwamba wa mapenzi na mahaba, na, na kwa pia vilevile wanasema kwamba eh, katika kwa mwamba huu hmm, kuna shughuli za uchimbaji mawe na, na pia kuna shughuli ambazo tofauti tofauti zinaendelea. Wale wasanii chipukizi wanakuja hapa wanaunda content yao wanatuma kule mitandaoni vile vile, hivyo basi tukifika kikomo na tamati ya Amaica ya Magharibi. Na kwa yule yote yu mbile ambaye uh, anatazama, jua kwamba uh, mwamba uh, Shamala unapatikana eneo hili la Maraba, ni Maraba sivyo? katika kaunti ya Kakamega, uh, unaweza tembelea hapa mwamba wa mapenzi wa mahaba, wanavyokuja kujituliza na kujibarizi. Wewe uko na stresa kwako, basi mwamba Shamala upo hapa. Hapa tu ni kaunti ya Kakamega. Siku zote utasalia kuniita Papachiteri, na hii ni Amaica ya Magharibi.